This is the Honey Talk 255, the voice of bees. Na mtazamaji wa The Honey Talk 255, uh, katika kuelekea maadhimisho ya kilele ya siku za siku ya nyuki duniani leo, tumepata wasaa wa kuweza kukutana na moja ya afisa ambaye anafanya kazi katika masuala ya uhifadhi misitu, yani kutoka TFS, majina anaitwa Naibu Kamishna Salehe Beleko ni afisa api, uhifadhi mkuu wa misitu na niko wakala wa huduma za misitu Tanzania. Na saa, katika uh, shughuli hizi ambazo wanazifanya wafugaji wa nyuki pamoja na watu ambao wanajihusisha na masuala ya asali, je, kuna kitu ambacho wanatakiwa kuwapa elimu au na kuna changamoto ambazo mnakutana nazo nyinyi kama watu wa uhifadhi wa misitu Tanzania? Uh, nashukuru kwa hilo swali. Uh, wakala wa huduma za misitu Tanzania ni miongoni mwa wadau wakubwa kwa masuala mazima ya ufugaji nyuki hapa nchini na duniani. Uh, kimsingi sisi ndio ambao tuna tuna regulate masuala ya nyuki hapa nchini tukiwa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kuna uh, idara yetu pia wizarani ambayo inaitwa Idara ya Misitu na Nyuki. Ya. Kwa ujumla, shughuli zetu kubwa pamoja na uhifadhi, lakini tunasimamia na kuratibu maendeleo ya ufugaji nyuki hapa nchini kwa kiasi kikubwa. Sisi wenyewe kama taasisi tunafanya practical kwa maana ya ufugaji nyuki kwenye maeneo yetu ya hifadhi, lakini pia tunatoa elimu na support kubwa kwa wananchi, mashirika ambaye anajishughulisha na, na masuala mazima ya ufugaji wa nyuki kwa, tukizungumzia suala la changamoto, changamoto zipo. Changamoto zipo kwenye masuala mazima ya ufugaji wa nyuki. Tukiachilia mbali suala la uzalishaji mdogo ambalo naweza nikasema linafanywa kazi kwa nguvu sana katika kipindi hiki, lakini pia bado kwa ujumla elimu ya elimu tunajitahidi kutoa, lakini sio wengi ambao wameweza kufanikiwa kuipokea na kuitumia vizuri hususani ya uh, ufugaji bora wa nyuki, ufugaji ambao ni wa kisasa unaotumia elimu za kisasa. Wengi bado wanaendelea na ufugaji ambao ni wa kienyeji, traditional keeping, ambao misingi yake mingine iko kinyume na masuala mazima ya uhifadhi hususani masuala ya matumizi ya njia ambazo sio sahihi za kurina asali, kwa watu wanaotumia mioto ambayo moto unaua nyuki, lakini moto pia unao aa, toroka wale warina asali, wakati mwingine unaingia kwenye maeneo ya hifadhi na kuanza kuteketeza uoto ambao uoto huo uwe ndio tunaoutegemea katika ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo tu ni miongoni mwa changamoto chache ambazo zipo, tunakabiliana nazo. Na nyie kama watu wa uhifadhi, mtu akitaka kuweza kupata nafasi kuweza kuweka mizinga yake katika maeneo yenu, kati ya kiserikali ni hatua zipi ambazo wanatakiwa kuzifuata? Sheria zetu na kanuni zinaruhusu aa, wananchi ku, kuingia kwenye maeneo ya hifadhi na kufanya shughuli za ufugaji nyuki, na kikubwa kinachotakiwa ni kuomba kibali tu kwa maafisa wetu ambao wanapatikana kwenye ofisi zetu zilizopo wilaya zote hapa nchini Tanzania. Wanafika kwenye ofisi ya TFS wilaya tamwona muhifadhi wa wilaya kwa maelekezo kwa pale ambapo umepaona panafaa kwa ajili ya kufuga nyuki, lakini pia unaweza ukapata maelekezo ya maeneo yanayofaa ambayo hata wewe kama huyafahamu. Asante sana. Uh, sisi kama wadau wa jukwaa hili uh, tumeweza kuanzisha hichi kitu ambacho kitaweza kusaidia kwa namna moja kushirikiana na wanyewe watu wa uhifadhi, kushirikiana na wataalamu katika masuala ya nyuki kuweza kuhakikisha wadau au jamii inaweza kupata elimu kupitia jukwaa hili jue. kuna chochote cha kusema kuhusiana na jukwaa hili ambalo la kidijitali inaweza kwa jamii? Mimi niwapongeze, niwapongeze sana kwa initiativu hii ya kuanzisha jukwaa la kidijitali kwa ajili ya Uh, maongezi mazungumzo uelimishaji wa masuala mazima yanayohusiana na ufugaji ya nyuki na maendeleo ya nyuki kwa ujumla. Ni wakati muhimu sana na mwafaka wa kutumia njia hizi, kwa sababu dunia ndiko inapoenda. Nafikiri uh, ni njia rahisi sana ya kuwafikia watu popote walipo, uh, tofauti na njia hizi za kukutana na watu uso kwa uso njia ya kidijitali, tunaamini kwamba ita provide access kubwa, na itaweza kusambaza kwa kasi elimu za kisasa za ufugaji nyuki, na tunaamini itachangia sana katika maendeleo mazima ya shughuli za ufugaji nyuki. Asante sana, asante, karibuni sana.